Mwanamke mmoja amepoteza maisha na wengine kumi na tano kujeruhiwa katika ajali iliyotokea usiku wa kuamkia leo Disemba 28 mwaka elfu mbili na ishirini na tano, katika kata ya Haneti tarafa ya Itiso wilayani Chamwino. Hii ni sehemu ya sauti ambayo mkuu wa wilaya Chamwino Janet Mayanja amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo kwenye kata ya Neti kulitokea ajali majira ya saa saba na nusu leo tarehe ishirini na nane gari ni la champion ilikuwa linatoka moshi kuelekea dodoma ilipofika maeneo ya neti basi kulitokea ajali ambayo imesababisha kifo cha mwanamke mmoja na majeruhi kadhaa wanaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya jeneral yeah kwa kuwa sasa ni kwa kuwa tunaendelea na ufuatiliaji uh, taarifa tu za awali tujue kwamba kuna mwanamke mmoja amefariki, lakini kuna majeruhi kadhaa huko pale hospitali ya Yaner uh, wanaendelea kupatiwa matibabu. Lakini pia mganga mfawizi wa hospitali ya rufaa ya mkoa Dodoma general amethibitisha kupokea kwa mwili huo lakini pia kuongezeka kwa majeruhi wengine ambao wanafanya kufikisha idadi ya majeruhi ishirini ambao wanatokana na ajali hiyo. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kufuatilia kupitia platform zetu ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Tafadhali baki nasi.